Tunaishi katika ulimwengu ambao kwa sababu ya mambo mengi ambayo mwanadamu anazunguka kwayo yanaweza kuwa chanzo cha kupelekea kuzisahau familia zetu. Baba, mama katika habari nzima ya uangalizi na malezi ya familia. Mungu wetu anatamani kuona kila nyumba ikiwa ni nyumba ya Kikristo, Mungu akiwa mtawala, uhusiano ukiwa imara katika, katika familia kile itwapo leo. Maana tunajifunza kwamba ndoa inapokuwa imara, familia inapokuwa imara, kanisa pia huwa imara, na miongoni mwa vitu vinavyodumisha familia ni pamoja na ibada ya pamoja kuishi pamoja kusali pamoja, maana familia inayosali pamoja ndiyo inayoshinda katika maisha ya kiroho, katika maisha ya kifamilia, katika maisha ya kimahusiano. Na ndiyo maana ujumbe wa Mungu ni kwamba wazazi wanapaswa kuhakikisha kwamba hawaachani na familia zao. Mungu anatamani kuona uhusiano imara kati ya mume na mke kwa maana ya baba na mama pamoja, wazazi na watoto. Lakini angalia leo, kazi ni kweli kabisa, kazi ni mbaraka na ni lazima watu tufanye kazi, lazima baba afanye kazi, lazima mama afanye kazi, lakini kazi hizi hazipaswi kuchukua nafasi ya familia. Leo wako wazazi wengi wanafanya kazi maofisini, wanapewa mpaka tuzo za uongozi bora, kuwai kazini, kufanya kazi kwa bidii, lakini angalia familia yake inavyohangaika. Familia haina malezi, familia haina upendo wa baba, familia haina upendo wa mama. Kwa nini haya? ni kweli tunapaswa kufanya kazi kwa bidii zote na juhudi, lakini kazi isifanye tukakosa uhusiano wetu na familia, tukakosa uhusiano wetu na watoto. Baba ana misi wepo wa mama, mama ana misi wepo wa baba, lakini kwa sababu ya majukumu mengi, familia inakosa upendo wa wazazi, watoto wanaishi kama yatima. Leo kuna msemo kwamba mara watu wanapokufa, unasikia sauti na watu wanasema kwamba pengo lake halitazibika. Mpendwa, mapengo yote yanazibika, ni pengo moja tu lisilozibika, na pengo hili si lingine. Mbadala wa baba katika familia anapotoweka, mbadala wa mama katika familia anapotoweka, mbadala wa mtoto katika familia anapotoweka. Na hii inamaanisha nini? Akina baba, akina mama, pendeni familia yenu kwa kujitoa mungali hai, mungali hai katika dunia hii. Penda familia yako baba, penda familia yako mama. Ni pengo hilo tu ambalo halizibiki. Hakuna mwanamke mbadala, hakuna mme mbadala, hakuna mtoto mbadala. Ndiyo maana tunapaswa kuwa na nafasi na watoto wetu, ndio maana tunapaswa kuwa na muda na watoto wetu. Kila itwapo leo, fanya kazi kwa bidii, lakini usisahau iko ma eh, kuna mahali ambako pengo halizibiki. Baada ya kutoweka kwako leo, baba, ukilala mauti, familia yako itapata pengo, hilo ndilo halizibiki. Lakini kazini kwako, utakufa leo, kesho wanaweka mtu mwingine wa kuziba nafasi yako, lakini si nyumbani. Na hivyo ndio maana tuna watu wanaitwa wajane, kwa maana ya mama aliyeachwa, wagane, kwa maana ya baba aliyeachwa, yatima, kwa maana ya watoto walioachwa. Kwa hiyo huu ndio wakati, ungali hai, wa kulinda familia yako Penda familia yako. Majukumu ya kikazi, ya kiofisi, biashara zisipelekee ukasahau nyumba yako, zisipelekee ukasahau familia yako. Fanya kazi ukikumbuka ya kwamba wewe ni mume na baba kwa familia, wewe ni mama na mke kwa familia. Na hivyo tusijisahau, ni pengo moja tu lisilozibika. Baba anapotoweka pengo halizibiki, mama anapotoweka pengo halizibiki, watoto wanapotoweka pengo halizibiki, lakini mapengo mengine yanazibika. Kumbuka familia imara, ndoa iliyo imara, familia iliyo imara itatengeneza kanisa lililo imara, na kanisa la kweli linaanzia nyumbani. Hiyo maana sasa ujumbe wa Maraki unakuja kwangu na kwa ajili yako, baba na mama wa familia ya kwamba katika kila unalolitenda kumbuka kurejea kwa familia. Leo nyumba nyingi zinakosa hata ibada ya familia kwa sababu ya majukumu, kwa sababu ya kutingwa na majukumu, ibada zinakosekana majumbani. Hakuna maombi, hakuna ibada, sio asubuhi, siyo jioni. Jioni baba anaingia saa tano usiku, asubuhi anatoka rufajili saa kumi na moja kwa iforeni, barabarani. Huu ndio wakati wa kukaa na watoto, huu ndio wakati wa kukaa na familia. Kumbuka uwepo wako ni wa muhimu sana kwa familia kuliko pesa unazotoa kuliko matumizi unayotoa uwepo wako wa kimwili nyumbani ni muhimu, na hivyo akina baba, akina mama, msisahau jambo hili muhimu. Na ndipo ujumbe wa Malaki unazungumza kunasema, Malaki sura ya nne na lile fungu la tano na la sita anasema <coughs> angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla ijaja siku ile ile ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Na hivyo Mungu ananiita Mungu anakuita baba, Mungu anakuita mama kuirudia familia yako kwa moyo wote na watoto kuwarudia wazazi. Hakika kufanya kazi ni mbaraka kwa juhudi zote, lakini kazi isiingilie muda wa familia. Kazi isiingilie muda wako na nyumba yako. Kazi isiingilie muda wa pamoja na familia. Kumbuka. Kumbuka. Makepu yote yanazibwa, isipokuwa gepu la familia. Haya maneno tunayoambiana, pengo lake halitazibika. Nafasi yako itajazwa baada ya siku mbili tangu kufa kwako, na yule mtu atakuja kushika nafasi yako, lakini hatapatikana mbadala wa kuja kushika nafasi yako. Huu ndio wakati wa kukaa karibu na familia. Hakikisha ibada ya familia inaimarika, kuimba pamoja, kuomba pamoja, kusali pamoja na kumsifu Mungu na kuzungumza maneno yajengayo maisha ya familia ni jambo muhimu katika familia. Na hivyo Mungu akubariki baba, Mungu akubariki mama. Unapoamua kufanya kazi kwa kiasi, bila kusahau nyumba yako. Uwe ni mchungaji, tambua ya kwamba kanisa la kwanza ni nyumbani. Wewe ni mwalimu, tambua ya kwamba shule ya kwanza ni nyumbani. Wewe ni mwanasheria, kumbuka nyumbani ndipo mahali pa kwanza pa kusimamia maadili yote na kuhakikisha watoto wanamjua Mungu na kusimama kwa uadilifu katika dunia hii. Kila mmoja kwa taaluma yake, tambua ya kwamba nyumbani ndipo mahali pako pa kwanza. Kuhakikisha kwamba unatoa malezi stahiki. Na hivyo Mungu atubariki, Mungu atusaidie. Tunapoamua kukumbuka nyumba zetu, tunapoamua kukumbuka familia zetu, kumbuka wewe ni baba, wewe ni mume, wewe ni mama, wewe ni mke katika familia yako. Na hivyo uwepo wako ni wa muhimu kuliko vyovyote unavyodhani. Magepu yote, mapengo yote yanazibwa isipokuwa pengo la familia. Na hivyo Mungu akubariki, Mungu akusaidie unapoamua kujitoa katika maisha ya kila siku ukiatenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Bwana akubariki na kutakia